Naam, habari yako Manara a uh, mimi naitwa Maimatha. Hebu tuambie yanayoendelea kwenye familia yako. Wewe sikiliza, mkambita <tulitura> <tulitura> <tulitura> sana na kujibu, si umeniuliza swali? Ushatukana sana, ushanidhalilisha sana mimi na familia yangu. Usijitie uandishi usiokuwa nao. Wewe endelea, kuna sheria sheria iko mahakamani. Utaenda kuthibitisha yale uliyosema kwenye vyombo vya habari mahakamani, mimi na wewe. Nakuomba dada, kwa heshima kubwa sana, Ramadhani, nakuomba, niko chini ya miguu, nakuomba tena. Lakini Manara umekuwa mtu wa kupenda kulalamika sana, ilhali wewe si ndio uliyoitukana si si taasisi yangu, yangu. Kukana, kwa nasao, As, sasa kwa, kwa matusi yale yote kaka Manara, bado huja, tunaomba tupate kutoka kwa kwako, maana sisi yeye tulimuuliza, lakini tunataka kujua tu kutoka kwako. Semo, una leo Manara unasahau kitu kimoja lewe. Naomba nikuombe na, okay. Inapotokea My TV tuka kutafuta chukudane, chukudane, basi chukudane, haiko. Insha Allah nachokuomba tu, inapotokea habari My TV, tunaomba utupe ushirikiano ridhika ulioitusi taasisi yangu unasahau ah, kitu na, kimoja naomba ni kwa kuombe wanaute, ah, inapotokea My TV basi... oh, wow. tu kwa kutafuta basi, insha Allah nachokuomba tu, inapotokea habari My TV, tunaomba utupe ushirikiana ridhika ulioitusi taasisi Manara, Manara... Manara... Samahani Manara, huu maarufu uliouchagua lazima watu wawafahamu maisha yako. Hapana, wewe Sarah...... samahani, umaarufu uliouchagua Manara, watu wanataka kufahamu maisha yako, wewe ni kioo cha jamii. Manara, mi nimebalansi na mke wako ushahidi upo mba mba mba mba. Manara, Manara, mimi nadhani no research not right to speak. Naomba tuje hapa, hebu tuambie, kipi ambacho kilimtoa mke wako nyumbani kuanzia harusi? oh, oh, oh, oh, ya Hamisa akarudi chungu cha kwanza, ndio oh, oh,